Rais wa Ukraini Volodimir Zelenski anatarajiwa kukutana na viongozi wa Ulaya nchini Uingereza kujadili misaada ya kijeshi itakayosaidia kuzuia mashambulizi zaidi ya Urusi endapo mapigano yatakoma kwa makubaliano ya kusitisha vita ambayo sasa yanaingia mwaka wa nne. Zelensky na waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer wanatarajiwa kuungana na katibu mkuu wa NATO Mark Rutte, waziri mkuu wa Denmark Mette Frederiksen na waziri mkuu wa Holanzi Dick Schoof katika ofisi ya mambo ya kigeni mjini London leo Ijumaa. Takriban viongozi wengine 20 wataungana kwa njia ya mtandao katika kikao hicho cha muungano wa wenyenia ni ambao unajumuisha kundi la nchi zilizoahidi kuimarisha ungaji mkono kwa Ukraine baada ya makubaliano ya kusitisha vita kufikiwa. Kikao hicho kinatarajiwa pia kujadili namna ya kusaidia kulinda mfumo wa umeme wa Ukraine dhidi ya mashambulizi ya kila siku ya droni na makombora ya Urusi wakati wa msimu mwingine wa baridi kali ukikaribia. Viongozi hao wanatarajiwa pia kujadili kuimarisha ulinzi wa anga la Ukraine na kuiwezesha Kiev kupata makombora masafa marefu yanayoweza lenga maeneo ya ndani kabisa ya taifa la Urusi. Urusi imeongeza mashambulizi mazito nchini Ukraine, ikilenga maeneo ya raia na miundombinu ya nishati kabla msimu wa baridi, serikali mjini Kiev ikilazimika kuanzisha mgao wa umeme katika miji kadhaa ikiwemo mji mkuu Kiev kutokana na upungufu wa umeme. Rais Vladimir Putin wa Urusi hadi sasa amekataa mazungumzo na Zelenski na anaendelea kudai kwamba Urusi lazima itekeleze operesheni yake ya kijeshi nchini Ukraini, kwani hilo ni jambo halali kwa usalama wa Urusi. Mazungumzo ya leo Ijumaa yanalenga kuongeza shinikizo kwa rais Putin kufuatia duru mpya ya vikwazo vya Marekani na Ulaya vinavyolenga mapato muhimu ya mauzo ya mafuta na gesi dhidi ya Urusi. Waziri Mkuu Kiastama alimkosoa Rais Putin kabla ya kikao hicho, akisema, mara nyingi tumempa Putin nafasi ya kukomesha uvamizi huu usio na sababu, kusitisha mauaji na kuondoa wanajeshi wake, lakini amekuwa akikataa kila pendekezo na kila fursa ya amani, mwisho wa kunukuu. Hata hivyo, vita bado havionyeshi dalili ya kumalizika na makubaliano yoyote ya amani kwa sasa yanaonekana kuwa mbali, alizungumza Kiastama, Waziri Mkuu wa Uingereza. Droni ya Ukraini ilianguka kwenye jengo la makazi katika kitongoji cha Krasnogorsk karibu na mji mkuu wa Urusi, Moscow, leo Ijumaa na kujeruhi watu wawili ikijumuisha mtoto mvulana na watu wengine wanne wakipata majeraha mazito mazito. Wakati mashambulizi kama hayo ni ya kawaida katika miji ya Ukraini ikiwemo Kiev, shambulio hilo lilikuwa nadra kutokea karibu na mji mkuu wa Urusi. Droni hiyo iligonga ghorofa ya kumi na nne ya jengo la makazi, na hiyo ni kwa mujibu wa Andrei Vorobov, gavana wa mkoa wa Moscow kupitia ukurasa wa Telegram. Shambulio hilo lilitokea baada ya pande zote mbili kubadilishana mashambulizi ya anga usiku kucha, wizara ya ulinzi ya Urusi ikisema vikosi vyake viliangusha droni 111 za Ukraine katika maeneo mbalimbali usiku wa kuamkia Ijumaa, na vipande vyao kusababisha uharibifu wa nyumba na miundombinu. Kwa upande wake, jeshi la anga la Ukraine limesema Urusi ilirusha droni 128 wakati wa usiku huo. Wakati huo huo, wizara hiyo ya Urusi imedai kuwa wanajeshi wake wamechukua udhibiti wa vijiji vitatu mashariki mwa Ukraine, vyombo vya habari vya Urusi vikinukuu wizara hiyo ikisema kuwa wanajeshi wa Urusi wameteka Bolvishka mkoa kijiji katika mkoa wa Hakiv, Promin mkoa wa Doneski na Zlagda katika mkoa wa Dniproveshki. Awali wizara hiyo pia ilitangaza kuwa imedhibiti kijiji cha Drovka katika mji wa Doneski. Na hiyo ni taarifa kutoka huko nchini Ukraine katika vita hivyo ambavyo vinaingia vina mwaka wa nne toka Urusi ilipotangaza operesheni maalum ya kijeshi kule nchini Ukraine. Na tukibaki katika taarifa hiyo ni kuwa Rais wa Marekani Donald Trump amependekeza kumaliza vita vya Ukraine katika mstari wa sasa wa mapigano na kutumia mipaka hiyo kama msingi wa mazungumzo ya baadaye kuhusu ardhi inayogombaniwa. Mazungumzo ya amani ya kumaliza vita hivyo hadi sasa amekwama licha Trump kujigamba wakati wa kampeni zake za urais mwaka jana kuwa angeweza kumaliza vita hivyo ndani ya saa 24. Baada ya kuapishwa, Trump amependekeza kusitisha vita katika maeneo ambayo mapigano yanaendelea kwa sasa. Wanaweza kujadiliana kuhusu mambo mengine baadaye, lakini nimesema iyakatwe, e, vita iishe pale pale ambapo e, imefikia ime, ime, ime Trump aliwaambia waandishi wa habari katika ndege ya Air Force One leo, e, y, siku ya Jumapili kunradhi. E, na sehemu iliyobaki ni ngumu kuijadili, ikiwa mtasema wewe chukua hii, sisi tutachukua ile, alisema Rais Donald Trump alipoulizwa kama alimshauri kiongozi wa Ukraine Volodymyr Zelensky kukubali kupoteza eneo lote la Donbas mashariki mwa nchi yake. Trump anasema, sijamuuliza, lakini nadhani hiyo ndio itakuwa njia pekee ya kuhakikisha kwamba Uh, Urusi anasitisha vita dhidi ya taifa la Ukraine. Hii ni taarifa. Sasa siku ya Jumanne, Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi kupitia waziri wake Sergei Lavrov ilisema Urusi inataka amani ya kudumu na endelevu na sio usitishaji wa vita wa haraka ambao hautokuwa na maana. Msemaji wa ikulu ya Urusi Kremlin, na naye Dmitri Peskov walisema msimamo wa Urusi haujabadilika akisisitiza madai yake kwamba Ukraine lazima iondoke kabisa katika maeneo ya mashariki ambayo Urusi imeshayashikilia na ambayo ni maeneo yake halali kwa sasa. Shirika la habari la Reuters iliripoti kwamba Urusi ilituma ujumbe binafsi kwa Marekani mwishoni mwa wiki iliyopita ikidai udhibiti wa Donbas yote, sehemu na sio sehemu ambazo tayari imetekeleza uh, operesheni ma zake maalum za kijeshi. Mkutano uliopangwa kufanyika kati ya Rais Donald Trump na Rais Vladimir Putin mjini Budapest, Hungary, wiki chache zijazo umefutwa baada ya Trump kusema hakutaka mkutano usiokuwa na matokeo. Haikuonekana kama tungeweza kufika pale tunapotaka kufika, kwa hiyo nimeufuta, lakini tutaufanya baadaye, Trump aliwaambia waandishi wa habari katika ikulu ya White House. Hizo ni taarifa kutoka huko Ulaya mashariki. Na sasa tuelekee mzozo mwingine wa mashariki ya kati, ambapo licha ya makubaliano ya kusitisha vita, lakini bado jeshi la ulinzi la Israel IDF limeendelea kufanya mashambulizi mbalimbali katika ukanda wa Gaza. Sasa tunafahamishwa kwamba kijana wa Kipalestina amefariki dunia kutokana na majeraha aliyoyapata wakati uvamizi wa kijeshi wa Israeli katika kambi ya askari mjini Nablus katika eneo linalokaliwa kwa mabavu la ukingo wa magharibi ikiwa ni sehemu ya ongezeko la ghasia dhidi ya raia wa Palestina. Hii inatokea wakati ambapo usalama tete wa kusitisha vita huko Gaza haujaleta nafuu yoyote kwa wakazi wa eneo hilo lililoharibiwa vibaya. Kwa mujibu wa shirika la habari la Wafa, kijana huyo mwenye umri wa miaka 18, Muhammad Ahmed Abu Hanin alifariki dunia leo Ijumaa, kutokana na majeraha aliyoyapata wakati wa operesheni za kijeshi za Israel. Vikosi vya Israel pia vimevamia mji wa Aqaba kaskazini mwa Tubus na kufanya ukamataji kadhaa katika miji ya Hebron Natal. Taarifa jeshi la Israel imesema kwamba Wapalestina 44 wamekamatwa katika kipindi cha wiki moja iliyopita katika maeneo mbalimbali ya Ukingo wa Magharibi, kidai wote walikuwa wanatafutwa na jeshi. Limesema pia lilikamata silaha na kuwahoji waliokamatwa. Wiki iliyopita mtoto mwenye umri wa miaka kumi Muhammad Al Halik aliuawa kwa kupigwa risasi na wanajeshi wa Israel wakati akicheza mpira katika kijiji cha Arriha huko Hebron. Kwa mujibu mataifa, 7, 123, wa Umoja wa Mataifa tangu Oktoba 7 2023 zaidi ya wapalestina 1000 waliuawa na jeshi la Israel au walowezi katika ukingo wa magharibi wakiwemo Jerusalemu mashariki kati yao asilimia 20 ni watoto wakiwemo wavulana 206 na wasichana 7 pia wamo wanawake 20 na walemavu saba. Takwimu hizo hazijumuishi waliokufa wakiwa vizuizini Israel. Umoja wa Mataifa umeongeza Mkataba wa kusitisha vita Gaza uliofanikishwa na Marekani umesababisha wafungwa elfu mbili wa Palestina kuachiliwa, wengi wao wakiwa na alama za mateso. Mamia ya miili ya wa wapalestina iliyorejeshwa kutoka mikononi mwa Israel inaonyesha alama za kuteswa na hata kunyongwa. Wakati jeshi la Israel likiendelea na operesheni katika ukingo wa magharibi, walowezi wa kiyahudi wamezidisha mashambulizi dhidi ya wa wapalestina karibu na Ramallah, wakiharibu mali na kupora mashamba kwa ulinzi wa wanajeshi wa Israel. Kwa mujibu wa shirika la Wafa, walowezi walichoma magari kadhaa ya Wapalestina alfajiri ya leo katika eneo la milima la Deir Dibwa mashariki mwa Ramallah. Walowezi pia waliwashambulia wakulima wa Kipalestina waki waliokuwa wakivuna mizeituni katika kijiji cha Beit Aksa kaskazini magharibi mwa Jerusalem. Jumapili iliyopita, mkoloni Uh, alimpiga kikatili mwanamke mmoja Mpalestina, Afaf Abu Alia mwenye umri wa miaka 53, wakati akivuna mizeituni katika mji wa Tumus al Aya. Alaf alipata kutokwa na damu ubongoni kutokana na, na kipigo hicho kikali. Shambulio lilianza na walowezi kumi, lakini walizidi kuja wengine hadi wakafika kama 40, walikuwa nalindwa na, na wanajeshi, alisema shahidi mmoja, na kuongeza tulizidiwa kabisa hatukuwa na uwezo wa kujitetea aliongeza. Kwa mujibu wa ofisi ya Umoja Mataifa ya uratibu wa masuala ya kibinadamu OCHA, walowezi wamezidisha kushambulia wa Palestina takriban elfu tatu katika kipindi cha miaka miwili iliyopita katika eneo la ukingo wa magharibi ambao umekuwa ukikaliwa kwa mabavu. Shirika la kimataifa la kuhudumia wakimbizi wa kipalestina la UNRWA linaloshughulikia wakimbizi wa Palestina limesema leo Ijumaa kwamba tangu Oktoba 7 mwaka 2023 ukingo wa magharibi ikiwemo Jerusalem mashariki umekumbwa na ongezeko kubwa la ghasia. Kuendelea kwa sera za kumeza ardhi ya ukingo wa magharibi ni ukiukaji mkubwa wa sheria za kimataifa, UNRWA ilisema ikirejelea upanuzi wa makazi haramu ya walowezi huko Ramallah. Baada ya bunge la Israel, Knesset, kupitisha mswada wa awali wa kuidhinisha rasmi unyakuzi wa ukingo wa magharibi, viongozi wa juu wa Marekani walipinga vikali hatua hiyo. Rais wa Marekani Donald Trump alisema siku ya Alhamisi kuwa Israel haitafanya chochote na ukingo wa magharibi, akipinga vuguvugu la wabunge wa Israel wanaotaka eneo hilo lichukuliwe rasmi kama sehemu ya Israel. Katika mahojiano na Time Magazine mapema siku hiyo, Rais Donald Trump alisema hilo aliwezi kutokea, niliwaahidi nchi za Kiarabu na sasa huwe hawezi kufanya hivyo. makamu wa Rais JD Vance, akiwa nchini Israel, alikosoa kura hiyo ya wabunge akisema ni ujinga wa kisiasa uliomkera binafsi. Waziri wa mambo ya kigeni wa, wa Marekani Marco Rubio alioko Israel kufuatilia makubaliano ya kusitisha vita Gaza pia ameunga mkono msimamo wa serikali ya Trump na kupinga vikali unyakuzi wa ardhi ya Ukingo wa Magharibi. Sasa tuelekee tena kule Ulaya ya Mashariki, ambapo Rais Vladimir Putin wa Urusi amethibitisha kwamba mkutano ule ulopangwa kufanyika mjini Budapest kati yake na Rais wa Marekani Donald Trump umeahirishwa. Akizungumza na waandishi wa habari, rais Putin amesema pendekezo la mkutano huo lilotolewa na upande wa Marekani, lakini kuendelea bila maandalizi ya kutosha kungekuwa ni kosa kubwa kwa Urusi. Amesema bado kuna uwezekano wa mkutano huo kufanyika baadaye, akisisitiza kuwa mazungumzo ni bora kuliko migogoro na vita. Mkutano huo uliotangazwa wiki iliyopita na ikulu ya Moscow na Washington, lakini siku moja kabla ya kuahirishwa, Marekani iliweka vikwazo vipya dhidi ya kampuni kubwa za mafuta za Urusi za Rosneft na Lukoil. Putin ameita ameita vikwazo hivyo kama ni hatua isiyo rafiki ambayo haitoboresha uhusiano kati ya nchi hizo mbili ingawa amesema havitoasiri sana uchumi wa Urusi. Aidha, rais Putin ametoa onyo kali kwa Ukraine dhidi ya kutumia makombora masafa marefu ya Marekani aina ya, ya Tomahawk kushambulia ardhi ya Urusi, akisema hatua kama hiyo itajibiwa kwa nguvu kubwa na huenda kwa kiwango cha kutisha. Rais Putin ameongeza kuwa shinikizo la nchi za magharibi kuipatia Ukraini silaha hizo ni jaribio la kuongeza mzozo. Wakati huo huo, Rais Trump amesema Marekani haitotumia makom, haitotumia makombora hayo kwa niaba ya Ukraini, akisisitiza kwamba hatua hiyo itazidisha hali ya vita na mzozo. Taarifa hiyo inatufikisha saa kumi na dakika 42, saa za Afrika Mashariki. Haya ni matangazo ya Rubaza kimataifa na mimi ni Awadh Rashid.